Tunasumbuliwa sana na tembo, zinatusumbua sana hebu najaribu na, naomba nijaribu kuwahamasisha mwenzetu huyu aliyefika aweze kutusaidia, maana kero inakuwa imezidi sana. Ukienda huko polini, ukiwapigia wanailangali wana, wanafika kwa wakati, lakini ukisema tembo zimevunja nyumba hawataki kuja kutusaidia kwa haraka. Ninaliomba jamani, chonde chone Okay, wakienda safari za mnunga wanaenda, wana, wanafika, wana, wanaenda kufika wanaenda kuwakamata. Jamani tunaomba chonde chone, hizi tembo, naomba kero zipungue, ili mtupunguzie hizi kero za tembo mwe, jaribu hata kuziua jamani, yani inatuumiza sana moyoni. Tembo tunaomba jamani mzipunguze na mziue kabisa, tusipate kero ya tembo. Tunaomba kwa hilo jamani muweze kutusikia. Mbona wakifika polini huko ma, ma, ma, ma, nani, mang'ombe yakienda polini huko anafika wanaenda kuyakamata, kwa kwa nini wanaenda kwa wakati huo haraka haraka, lakini tukisema tembo zinatusumbua hawawezi kutusaidia, hawafiki kwa wakati, mwaka unatumika hata mara nne, mara tano, watu wana wanaharibika, chakula zimeisha kuchanganya na ili mwaka mbaya sasa hivi, na machozi mawili wanalia wanapotezea watu, wanalia chakula hamuna, kuna machozi, tunateseka mno. Tunaomba, yaani mama wetu huyu, nawe mwandishi, yaani tukamatishe kwa mkono moja, kwa roho moja, mtuhurumie kwa maumivu yetu, tunahangaika Yaani, hapa tuna mateso. Mkitaka utembee tembee tu wewe, unakurubuka na nani na tembo. Usiku sio usiku, hata mchana tembo unakurubuka una naye. Kila mwaka mpaka nipokee taarifa kwamba kwamba tembo imeua binadamu, kila mwaka. Sasa basi niombe mwandishi hili lifanyie kazi, niombe rais wetu, sisi ndio mtegemea Samia, tumempigia kula zote na ushindi amepata, najua tuko naye. Sasa niombe chonde chonde chonde, hili ulifikishe, na kikubwa sana, hawa tembo wamezidi, askari askari wachache, wanyama ni wengi ukipiga nani kilomita kilomita saba mpaka huku tembo anavunja kwa dakika hizi tano, hayupo ameenda sehemu nyingine moja nyingine. Hizi barabara angalia tu barabara uliokuja naye nani nani mwandishi, barabara tu ya, ya Ilangali ni kazi kubwa, sio kwa sababu ni, ni, ni, ni, ni, kero, ni lile sasa. Leo hii kama sisi kwa kitongojini ndio ziro kabisa. Sasa basi ni muombe rais wetu hili aliangalie mimi natetea kitauli changu pia, na mimi mafa yamezidi. Mimi sina mengi, wananchi wameshanifilisi, na mimi nimesimama kwa niaba ya wananchi. Mungu atubariki. Wizifanya kwa mfano, sisi tuipewa semina kwamba nini, wenye vitu wa vitongoji, mkiona pale sehemu au, au, au mji wa nani wa mwananchi umebombolewa mw au shamba li limevamiwa, inabidi kuna fomu unajaza unafanya unapeleka ofisini, nafanyiwa kazi. Na hilo nimefanya mara kwa mara, lakini jibu kwa sasa hivi silipati kwa ndani ya wananchi. Mimi niliomba serikali, serikali kuu hili ilyage kwa makini itusaidie.